Natumia tu uzoefu wa yale ninayoyaona kwamba jeshi likishaingia barabarani, kitu cha kwanza katiba inasimamishwa, polisi wanakuwa kama raia, na katiba ikishasimamishwa hakuna sheria zile tunazozijua zinakuwepo, sheria za kijeshi na haiwezekani jeshi likaingia kuchukua nchi, alafu makamanda wote wa jeshi wa vikosi vya anga na vikosi vya ardhini na vya majini wakakubaliana, bado rais ambaye ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yote anaweza akawa na makamanda wake. matokeo yake nchi itaingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Madhara ya nchi kuingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe ni makubwa sana, mpaka jeshi lije liondoke lirudishe serikali ya kiraia e, watu wengi watakuwa wamekufa, watoto wasio na hatia watakuwa wamekufa, biashara zitakuwa zimesimama maeneo mengi, wakiingia wanajeshi, Moshi hapa na Moshi liwe ni eneo la vita. Sasa usishangae kusikia amri ya jeshi ikisema, wachaga wote hameni Moshi, mwende maeneo ambayo vita havijachacha. Ninayaona haya kule Gaza. Serikali ya Israeli inayoungwa mkono na Marekani pamoja na intelijensia nzuri walio nayo pamoja na vyombo vizuri vya kivita walivyo navyo, wameingia Gaza na hawakutoka salama. Wapalestina zaidi ya elfu sabini wamekufa elfu sabini sio vijiti tunahesabu, sio mandazi tunahesabu, ni roho za watu elfu sabini. Na katika hao elfu sabini watoto ni maelfu, watoto wasio na hatia, wamama wasio na hatia ni maelfu. Kundi la Hamasi bado wapo. Hii <laughs> ni kuonyesha vita na mikakati ya kijeshi haijaweza kumaliza mizozo duniani. Waziri mkuu wa Israeli alikuwa amesema wakiingia Gaza watamaliza kundi la Hamas, watachukua mateka wao. Je, waliweza? Nini kilisababisha wale mateka wakarudi? Ni baada ya wao kukaa kwenye meza ya maongezi wakakubaliana, pande mbili ya simu zikakubaliana, mateka wote wameachiliwa. Wamebaki wale ambao walikuwa wamekufa, na wanasema wanadai kwamba hawajui wamefukiwa wapi na vifusi. Kwa hiyo Gaza yote imekuwa levo, magorofa yote yamekuwa levo. Tanzania, tunataka tufike hapo Yaani, Dar es Salaam yote vile vigorofa tunaviona pale viwe levo chini, kuwe ni magofu tu. Tunataka tufike hapo. Ninapenda CCM itoke madarakani. Nimekuwa nikifanya hivyo, nikizungumza hayo mpaka nikaimba CCM imezeeka mwaka elfu mbili, na wimbo ule ukaleta matatizo Tanzania. Serikali ikaubani, ikaufungia pamoja na kwamba nataka CCM itoke madarakani, singependa itoke madarakani kwa jeshi kuingia barabarani na watu wafe zaidi ya laki mbili ama laki tatu Hapana, singependa hi. Ningependa CCM watoke madarakani kwa hoja za kisiasa, watolewe CCM. Si ni chama cha kisiasa? Basi watolewe madarakani na chama kingine cha kisiasa baada ya tume ya uchaguzi kurekebishwa, uchaguzi ufanyike kwa haki na uhuru. Basi wakitoka madarakani, mimi nitasema hewala, lakini siungi mkono jeshi waingie barabarani, alafu waitoe CCM madarakani, alafu tuingie kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe alafu baadaye jeshi watafute mtu wampatie. Hata kama wangesema tunataka Munishi tuchukue nchi, jeshi lichukue nchi, alafu baadaye tukuite wewe uwe kiongozi, singetaka. Kwa nini? Kwa sababu ninajua mpaka jeshi lije liondoke, turudishe tena katiba na sheria, tutakuwa tumeingia hasara kubwa sana. Sasa utaniambia mchungaji, ukisema tuahirishe uchaguzi, mama ameshanunua mapikipiki mengi, Samia ameshagawa pikipiki kila mahali, ameshapita nchi nzima akitangaza eh, chama cha CCM, makaratasi yameshachapishwa ya, ya kupiga kura. Sasa mchungaji, ukisema tuahirishe uchaguzi, huoni ni hasara hasara tutakayopata kwa kuahirisha huu uchaguzi haiwezi kulinganishwa na hasara tutakayopata kama Samia na chama cha mapinduzi CCM watatuburuza kwenye uchaguzi huu bila maridhiano ya kisiasa hasara yake ni kubwa kuliko ile hasara itakayopatikana kwa sisi kusitisha uchaguzi huu sasa mchungaji, ukisema tusimamishe uchaguzi, si umemwambia mama Samia aendelee kutawala bila kuchaguliwa? Afadhali, yaani, kukiwepo na mfumo huu huu wa kisheria na katiba hii hii iliyopo madhara yake kwa wananchi ni machache kuliko madhara yatakayopatikana tuki lazimisha jeshi liingie barabarani.